Huyu matatizo mama huyu. Sasa mimi sio Mungu, mi mi <inaudible> mimi sio Mungu, mimi ni mchezaji kama wachezaji yote. Sasa amna mambo mambo, mimi amna kucheza sawa hivi, amna timu sa so, kwa kuona wachezaji uh, Yanga kuna wachezaji vizuri, Simba wachezaji vizuri, wote wanacheza vizuri. Sasa mtu huyu anatoka mchezaji ya, ya mechi ligi, ndio anaelewa na Mungu. Kwa mimi uh, sijui nani anatoka mchezaji wa mechi mechi ya tarehe 25, Jean Charles Ahoua e, anasemwa sana kuwa anaweza kuwa MVP, e, akawa msaji bora msimu. Uh, kwako umemonaje e, Jean Charles Ahoua kwenye kikosi cha Simba msimu? Hata watu yote, sio mimi mwenyewe, Afrika yote wameona kama Ahoua anacheza kwa ligi ya bingwa anacheza vizuri, ligi ya Tanzania na saradibi zote, aua anacheza vizuri, anafunga. Sasa kwa mimi, tunaacha kwa Mungu, anasaidia aua amaliza ligi yake vizuri, amna kupata enka, amna kupata chochote ya vibaya kwake. Sasa zote tu kwa Mungu tunaacha yeye, kwa Mungu ndio Mungu anasaidie aenda mbele amaliza ligi yake vizuri kama ya kwanza. kwenye kuna, kuna nafasi ya Simba, umecheza kia mshambuliaji, na sasa Simba inaye mkwala na ateba ambao mara nyingi wanacheza katikati. Kwako ukiwatizama mkwala na ateba, unaweza ukasema nini kwa msimu huu? Kwa wa kwanza kwao wote wanacheza vizuri, wote wanafunga Sio mimi, kocha ndio anajua na mashabiki, nani anacheza uh, vizuri nani anacheza vibaya kwa zote wawili, yeah. Mimi mchezaji kama, au, kama au, wao tu, sisi tuko wachezaji, amna kusema mambo mwingine kwa rafiki yako mchezaji Napenda wachezaji wote amna ah, mchezaji kupenda mtu kwa huyu, Mkongomani huyu Tanzania, huyu mtu ya Moroko, huyu mtu ya nino, zote wachezaji kwa eh, kwenye nafasi ya ubingwa unatamani Simba. Mungu, sio mimi, sio wewe, sio sisi. Mungu ndo anajua. <laughs> lakini unasema haa, kwa sababu wamekuja Simba kwa mara ya kwanza, lakini kwa walifanya kwa msimu wa kwanza wao. Mungu ndiye anajua, sio mimi. Jomba Baleke, upo karibu sana na mashabiki wa Simba kuliko w Yanga na timu zote mbili hizi umechezea, tuambie kwa nini upo karibu sana na mashabiki wa Simba kuliko Yanga? Kwa kupenda, wanapenda mimi, mpaka zamani nipita hapa, nimeenda Yanga Amna mashabiki wa Simba anatumia mimi message ya vibaya, tunaongea vizuri, Yanga iko yes. Timu timu yangu ya zamani Simba, timu yangu ya zamani. Hata washabiki ya Yanga wanapenda mimi sana yes, yes. Wanaanza kupenda mimi mpaka yes. Niko Simba mashabiki yes. ya Yanga mashabiki ya Simba mashabiki zote ya Tanzania yes. Yes. Ha? Yeah. Ha? Safi. Nye... No, sio mimi, mimi. Mimi mtoto mtoto achukua simu anacheza game amebadilisha aing..., mambo nyingi kwa simu. Mimi sijui naona watu wanapigia mimi simu, angalia account yako umebadilisha, na angalia hivi ah. Nimetoa hamna mambo ya Nasema na mashabiki ya Simba, hamna mtu ameona vibaya kwa mimi, na nametoa nini ya Simba, nimetoa kwa hii county professional ya mimi, hamna kufanya mambo mwingine. Sasa sio mimi, mtoto mtoto anafanya hivyo. Tutarajie nini kwenye ile baada na... nani kurudi uh, simu yangu ya kwa... si, kaa unasemaje, tutarajie nini sasa kwa nini mtoto ameandika Simba lakini sio Young Africans? Hivyo Young Africans, uh, Young Africans hmm. kama yeye aingia uh, uh, sijui hmm. ayaingia wapi? Nimeona hmm. watu wanapigia mimi, wewe umeweka nini ya Simba kwa akaunti yako? mimi hmm. yes. uh, sijui nimeposti nini. Angalia simu yako, angalia wa video yangu uh. hmm sione video ya mpya ya Simba ndani. Oh, angalia konti yako vizuri, naangalia watu wanaandika jina, nasema ah, mm. ah, uh, mtoto, nimekuuliza ni, kwa nini mtoto ameandika Simba eh? Kuna vitu ameviona ambavyo vitatokea mbele. kwa jani bareki nalipa wewe namba nyumbani upigia, uongea na mtoto kama mtoto, kwa nini umeweka nini ya Simba? <laughs> Yaadaiydmasala okay. Okay. Hii mambo ya timu na mchezaji sio mambo ya kusema na watu. Mimi jin Baleke nikaa jin Baleke naenda juu jin Baleke top scorer hamuna kutoa, amna kubadilisha, amna kuweka mwingine juu, mimi niko mchezaji top scorer si? Baleke, mashabiki watarajie kukuona wapi sasa msimu ujao? Subiri umeona baadaye, hmm, sio sasa hivi. Ofa zote ambazo zimeingia mimi mwenyewe najua na Mungu ndani, sijui. Shukrani sana, amina.